Katika mwendelezo wetu wa elimu ya umma katika magonjwa yasiyokuambukiza kutoka hospitali yetu ya taifa Muhimbili, mimi naitwa Mohamed Janabi na leo tutazungumzia tabia kumi mbaya ambazo zinaweza kukupelekea kupata magonjwa ya figo. Magonjwa figo ya figo yamekuwa ni tatizo kubwa sana. Tukizungumzia Muhimbili hapa mwaka jana 2023 pekee, katika kliniki yetu ya nje tumeona zaidi ya wagonjwa elfu kumi tumefanya session za kusafisha figo dialysis. Zaidi ya elfu arobaini na tumehudumia wagonjwa wa dialisis karibu elfu moja mia mbili na themanini Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa wa tatizo. Na katika hawa wagonjwa, kinachosikitisha zaidi asilimia 50 kati yao ni wenye umri chini ya miaka 50. Kwa hiyo ni tatizo kubwa, na sababu kubwa ya wagonjwa wetu hawa ambazo zinapelekea kupata magonjwa figo ni magonjwa mawili makubwa ambayo tunayaona sana ugonjwa wa high blood pressure au shinikizo la juu la damu na ugonjwa wa kisukari, na linafuatiwa na tatu, utumiaji wa dawa ambayo za maumivu, nitalieleza kwa kina. Kwa leo nitazungumzia sababu kumi au tabia kumi zinazoweza kukupelekea kupata magonjwa ya figo au kukuhatarisha kupata magonjwa ya figo. Tukianza na sababu ya kwanza, kutokunywa kuto kunywa maji ya kutosha kwa siku. Binadamu anatakiwa kunywa kati ya lita mbili mpaka lita tatu kwa siku kwa sababu figo zinahitaji maji ili kuweza kufanya kazi zake. Kwa hiyo unywaji wa maji mdogo, kwa kiasi kidogo unajiweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa figo. Sababu ya pili, utumiaji mwingi wa chumvi. Chumvi ni muhimu kwa matumizi ya kila siku lakini inashauriwa kuto kutumia zaidi ya gramu mbili. Na kwa sababu gani chumvi inaleta matatizo? Chumvi inazuia maji kutotoka ndani ya mwili, na maji yakipanda yanapelekea wewe kupata hatari ya kupata shinikizo la juu la damu, ambayo shinikizo la juu la damu kama nilivyosema awali pale ni moja ya sababu ya watu kupata matatizo ya figo. Sababu ya tatu ni matumizi ya kupitiliza. Sasa naomba mnielewe vizuri, sisemi dawa za maumivu Diklopa, diclofenac, na zingine kwamba ni mbaya, lakini matumizi yanapozidi na hasa kwa wagonjwa wetu wenye matatizo ya mgongo, matatizo ya miguu na kadhalika, utumiaji wa mara kwa mara wa hivi vidonge na kwa kitaalamu vinaitwa non steroidal anti inflammatory drugs, kunaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo. So, sababu ya nne inaweza kupelekea kusababisha kupata magonjwa ya figo. Najua hii haitanifanya niwe maarufu sana ni unywaji wa pombe wa kupitiliza. Kwayo, kwa hiyo kwa wale wanaolazimika kabisa kunywa pombe ni kwamba kama unakunywa waini ni glasi moja kwa siku; kama unakunywa bia ni chupa mbili kwa kina baba na moja kwa kina mama na lisaa moja kwa chupa, na kwa vinywaji vikali ni short moja. Sasa tatizo la pombe moja linasababisha wewe kwenda haja ndogo mara kwa mara na utakumbuka pale nilisema, moja ya kitu kinachosababisha watu kuweza kupata matatizo ya figo ni kutokunywa maji ya kutosha. Sasa ukinywa pombe, watu wote wanaokunywa pombe wanajijua watakwenda msalani mara kwa mara na wanakuwa dehydrated. -de. Na ndio maana utaona kwamba wale wanaokunywa pombe nyingi kupitiliza, siku ya pili, kitu cha kwanza wanakimbilia kwenda kunywa supu. Sio kwamba supu ina matibabu yoyote, wanarudisha tu maji yale. Kwa hiyo haina tofauti ya kunywa supu au kunywa maji, ni maji mengi unapoteza, ambayo yanaweza kukuashiria kupeleka kwenye Sababu ya tano, na hii nayo naomba ieleweke vizuri. Kwa Kiingereza wanaita excessive strenuous exercise. Kufanya mazoezi kupitiliza ya nguvu, yale mavyuma vikubwa na nini, six packs ni nzuri, lakini tuwe na uangalifu. Sisemi mazoezi ni kitu kibaya. Uki, ukifanya mazoezi kupitiliza, kinachotokea unaweza ukachana misuli ndani, na misuli kichanika kuna protein inatoka inaitwa myoglobin. Sasa ile myoglobin inaenda kusababisha kitu kinachoitwa rhabdomyolysis, uh, ambapo protein ile inatoka, na ile protein mara nyingi huwa inapelekea kuharibu figo, na watu wanapata matatizo ya figo kwa sababu ya nani. Na dalili zake kutizama, utaona kwamba misuli inauma sana au imekuwa dhaifu na hata wengine inafikia kwenda wakienda haja ndogo inatoka haja ndogo yenye rangi kama ya soda ya Coca-Cola. Kwa mazoezi, narudia tena, ni mazuri lakini usifanye kupitiliza, kwa sababu utachana misuli ndani na itaashiria kutoa hiyo protein inayoitwa myoglobin, ambayo unapata ugonjwa unaitwa rhabdomyolysis, na huu unaweza kukupelekea ku, ku, ku, ku kupata matatizo ya figo na naongelea fanya mazoezi ya kutopitiliza ni kwa kunyanyua vyuma vizito sana kuliko uwezo wako na kufanya kwa muda mrefu zaidi. Kwa mazoezi ni kitu kizuri, siku zote huwa nashauri watu kutembea uh, hatua 10,000 kwa siku. Lakini hata ukifanya mazoezi haya mengine ya kwenye gym, tafadhali fanya kwa tahadhari. Sababu ya sita ya inaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo ni utumiaji wa dawa za kulevya. Kwa ni sindano umetumia heroini, kokeini, bangi na kadhalika. Hii inaharibu mishipa ya damu na wansi, ikishaharibu mishipa ya damu inapelekea kuharibu hata mishipa ya kwenye figo ambayo itakupelekea kwenda kupata. Kwa hiyo madawa ya kulevya ni tabia ya sita mbaya ambayo inaweza kukupelekea kupata matatizo. Sababu ya saba kutumia vyakula vyenye sukari nyingi sana, na hivi vyakula nini vinakupelekea kupata nani? Kwanza hivi ambavyo vimesindikwa au processed foods vinakupelekea wewe kuongezeka uzito, unakuwa mzito obese, ambayo inakupelekea kupata idha uh, shinikizo la juu la damu au kupata kisukari, ambacho wote tunajua kitakupelekea kupata changamoto ya tatizo la figo. Mtakumbuka vizuri pale mwanzo nilisema sababu kubwa mbili tunazoziona zinazosababisha matatizo ya figo ni high blood pressure, shinikizo la juu la damu na kisukari. Kwa hiyo ulaji wa vyakula vingi vya kusindika na utumiaji wa sukari unakupeleka kule kwa kuashiria. Kupata sababu ya nane ni uvutaji wa sigara, sigara hizi za kawaida. Sigara zinaharibu mishipa ya damu. Ukiharibu mishipa ya damu, na kwenye figo kuna mishipa ya damu, kwenye moyo kuna mishipa ya damu, itaathiri ile usambazaji wa damu kwenye figo ambayo itapelekea we wewe kupata tatizo la figo. Na sababu ya tisa, kutopata usingizi sawasawa sawa, au kwa kitaalamu wanaita insomnia. Sasa figo zetu zinategemea sana kuna kitu kinaitwa sleep walk cycle, yaani unatakiwa kulala na kuamka kwa taratibu zile. Sasa hii inasaidia ufanyaji kazi wa figo. Sasa kutolala sawasawa na kwenyewe ni moja ya sababu inaweza kukupelekea upate tatizo la figo. Na sababu ya mwisho ya kumi ni ulaji mwingi wa kupitiliza wa nyama, na nyama unarudi kule kule kama kwenye misuli. Ule wekundu wa nyama tunaouona kwenye nyama zetu ni kwa sababu ya yale madini niliyoita myoglobin, ambayo kila kwa wingi ile protein inaweza kuathiri figo Ulaji wa nyama wa kupitiliza, na wote tunajua, na ndio maana mnasikia kwa zingine, tunashauri baadhi ya wagonjwa kupunguza nyama nyekundu, kwa sababu ile myoglobin nyingi hii inafanya damu iwe katika fomu ya tindikali, acidity, ambayo kuiondoa ile asidi kwenye damu inakuwa shida, na pale ndio figo zinapoathirika. Kwa hizi ni sababu kumi ambazo zinaweza kukupelekea wewe kupata matatizo ya figo na kwa Kiingereza tunaita risk risk factors to get uh, kidney disease. Asanteni, uh, sana.